Nataka kufanya kitu gani? Sawa sawa. Eh, kuna kitu ambacho labda pengine cha kuelewa cha kuelewa na yeye. Mara nyingi watu wanatamani sana ku, kuona kile ambacho kinalipa haraka, ambacho ni nini? Kupima. Tunarudia kusema kwamba hili jambo jamani lipo katika mazingira ya kawaida tu, mazingira ya kujiongeza. Sawa sawa. Eh, lakini kisheria hatuna ruhusa ya kufanya upimaji kwenye supplement kwa sababu ya taaluma ya upimaji inakuwa na mashaka kidogo. Ndio maana sasa hivi kidogo tumeanza kupata maakeza. Zamani wapimaji wengi walikuwa wamejifunza humo humo, walikuwa hawana vieti vya udaktari. Kidogo angalau mtu ana diploma ya udaktari, anaweza kusoma vizuri, anaweza kuwa na nafasi. Kwa hiyo unapotaka kuandika barua, mara nyingi watu wanasema kwamba anataka kutoa, kutoa elimu ya ya nini, sio ya afya, elimu ya matumizi ya tiba lishe ama, ama lishe ama supplement katika kuboresha afya, kuboresha na kukinga afya, ama kukinga na kuboresha afya. Sawa sawa, ni lugha ambayo yeye akiangalia inakuwa haimpi mashaka ga kuipenda suku mm, sana tabarua ndiko kwa anafanya yule secretary alikuwa anaandika zile barua na kwenye kituo zinabakia kwenye system. Kwa hiyo tu anachokifanya ni kuweka jina, address ya ulena kule unakopeleka nakuta imetoka barua iko tayari. Usipoisoma makini, kuna vitu kuna ambavyo kila wakati anajaribu kuboresha ili kuogopa changamoto za kiutendaji. kati alikuwa anasema kufanyaje, sikumbuki, nitaangalia ile barua l baruakaa, ni lugha ambayo kidogo ina upana ku kuonyesha, sijui kuna neno nitumie kuonyesha ama tu kama hivi kuonyesha ndo maana mpaka mpaka ilio dada kanaambi sasa: katika, katika barua yako umenipa kopi mbili za supplement ambazo siwezi kukupa kibali cha kwenda kufanya maelekezo ya matumizi ya bidhaa mbili, lazima ziwe zaidi hapo. Hiyo barua iko mezani a siku yote, nikiitoa nitaitoa, lakini iko mbali mkoani. Nirudie wapi? Hapa sasa, sio wewe, mimi nataka uboreshe ikae pale. Yani, namna ambavyo barua itakuwa iandikwe kwamba wewe unakwenda kufanya nini, bali unakwenda kutoa elimu ya nini? eh, sawa, sawa eh? Eh, eh. Asema si semina hiyo tayari, <tipos> yeah. Mara nyingi nikizungumza naelekeza, mara nyingi <tipos> halo <tipos> nimeshawaelekeza, sijawaelekeza? Ndio nini, jibu swali. Nimewaelekeza, sijawaelekeza? Ina maana kama tabia yako ya ile homa ya vipindi inapanda inashuka, ndio inakupa shida. Kwa hiyo lazima ujue hizi bidhaa zinafanya hizo kazi mbili, zinakukinga usiingie kwenye changamoto za magonjwa yasiyoambukiza na, na zinakuboresha unapokuwa umeingia kwenye hizo changamoto sawa, so, sawa so, haya ndio maelezo yake. Sasa inakukinga namna gani? unarudi sasa kwenye mfumo mzima wa lishe kwamba mwili unalishwa na moja mbili tatu, utajua wewe namna ya kuelekeza yes. Lakini hizi bidhaa zinafanya kazi zote mbili, na nimesema siku moja kwamba upaswi kumwangalia mgonjwa tu, hapana. Hizi bidhaa zinafaa kutumiwa na mtu yeyote, na mtanzania yeyote ama mtu ya yote duniani, kwa sababu yuko kwenye maisha ya dunia, sayansi na teknolojia, ambayo uwezo wa mwili, uwezo wa liguma, mfumo wake wa ulaji haumjengei uhakika kwa kwamba yeye atakuwa na afya bora milele hapana. Sawa sawasawa, eh? Lazima ataingia kwenye changamoto mbalimbali za maradhi, ambazo ni maradhi yale yasiyoambukiza, labda pressure, sukari, vidonda vya tumbo, mifupa, ganzi, kupooza, macho hayaoni, eh, sumu na uchafu tumboni, si ndio, si ndio? Sasa hivyo vitu lazima ujue kwamba vipi, lakini products zinafanya kazi hiyo, zina uwezo wa ku doa magonjwa yale, lakini pia zina uwezo ya kusababisha kwamba uwe kwenye mfumo ama kwenye hali ya afya bora muda wako wote, kwa kuwa utakuwa unatumia hizi bidhaa hata bado hujaanza kupata madhara yake. Naeleweka sawa. Kwa hiyo ukitumia hili neno linakuwa tayari linajenga maana kubwa na kuwafanya hata watu ambao hawajaumwa. Kwa hiyo kama utapata nafasi ya kufanya semina, ndipo unafanya semina. ikumbuka Nataka niwaambie kitu kimoja. Mara nyingi sana watu wengine wana mark sana hivi vitu. Kwamba angalia taarifa yako ya barua inasema nini. Usiende kwenye darasa ukaanza kubadilika namna unaona. Ukibadilika utaonekana ni mtu ambaye hii barua uliandikiwa na mtu. Naeleweka mzuri, eh? Na inaweza pengine mtu kafikia watu wenye misimamo akakusimamisha usiendelee tena kufanya kazi. Kwa sababu huwezi kusema kwamba mimi naitwa Juma. Afikafikwa na sasa hapana, mimi niko na naitwa Shabani. Unanielewa? tbonaunaka na mtu mmoja na majina mawili. Yaani, ukiwa nje Juma, ukiwa darasani Shabani, maana yake ni kwa hiyo, lazima ujue ile unachokiandika kwenye ile barua yako. Ukipata nafasi ya kuongea na wageni, uongea nao kwa mujibu na, na vile ambavyo umeandika. Sawa sawa, mwe makini sana ile vitu. Watu wako makini sana sasa. Mtu mwingine Yaani, kumbuka anaweza kupewa ile barua lakini akapewa ile barua baadaye, akamwambia ah, bwana hiyo kampuni watu wanapata hela kuliko ile. Sasa anaanza kuingiza kitu fulani. Kwa hiyo atakatafuta namna ya kukutega ili akusimamishe. Kwa kwa makini sana ile jambo. Maana anajua watu wengi sasa wanakuwa na hamu akishapata nafasi sana; baadaye sasa anaanza, tunapima, tunafanya nini? Anasema bwana, wewe uje sema kama unapima. Kisha kutokea eh. Na hii mashine lakini haipimi hivi unavyofikiria wewe. Anaanza kukuelewa, si ndio? Akielewa atakuelekeza, atakuruhusu ufanye taka kusimamia unafanyaje kazi, na ataona ktachote zaidi ambacho wao wanafanya. Lakini tunacho kifanya ni kwamba lazima mashine inisaidie kuona kwamba huyu ninaye takuwa kumpa hizi tibarishi anahitaji za aina gani, kwa sababu pia anijue kwamba ana mapungufu ya nini na nini kwenye mwili wake hmm. Jibu ndio hilo. Jibu ndio hilo kwamba unaweza ukasema na usiseme, lakini kweli ni, ni kwamba kama kwa nilivyosema awali, kupima tunafanya lakini hakiko kwenye taratibu za uuzaji wa supplement. Supplement ni kama tibalisho ni kama chakula ambacho umeadana majana ya vidonge unga na makopo, manake hivi ni vyakula sawasawa. Sasa kumwambia mtu unatakiwa kula tembele, unahitaji kupima lakini kitaalamu lazima muangalie, anahitaji kula latembele ama mchicha. Kwa sababu vitamini ya mtembele na mchicha ni tofauti. Ndio, kwenye pressure kuna matatizo, kuna sababu nyingi, lazima jiridhishe. Mashine itaniambia kwamba huyu pressure natokana na nini, damu ina mafuta mengi, njia za damu zimeziba mzimba, ama labda mwili wa damu yake imekuwa nzito. Kwa kawaida lazima nione mashida, simpi sumu, nampa dawa, nampa chakula ambacho kitakwenda kufanya kazi ambayo mwili umeshindwa kufanya wenyewe kwa uwezo wake msingi. Vizuri, ni muhimu sana kujua hivi vitu, lakini lazima ujue, kwa maana kasema, wakati mwingine kama unakwenda kuomba kuzungumza na watu maeneo fulani kwa ajili ya kuanza kutaka wa kuwapa supplement ukiwa mzungumzaji mzuri unaweza kutengeneza dipu ya mazungumzo, itakusaidia wao wenyewe kama kama, kama wasikilizaji kukupa nafasi ya kufanya kimani. Tuchukulie wao pressure, wanachukulia ni kitu ambacho huwa kiponi kwa wanadamu. Kisha kuwa na pressure, maana yake tayari kisha kwa sababu ya kifua chako. Ndio hivyo. Lakini sisi tunamtoa kisha watu pressure inapona na ni kweli inapona au haipona? Inapona. Kwa nini inapona? Sabusisi, sababu sisi tunaangalia zile sababu zinazosababisha ile pressure. Wao wanachukua kwamba tayari moyo utakuwa na matatizo, ndio maana mara nyingi wanauza watu hivi. Unapofikiria pressure, ni tatizo gani? Tatizo la moyo ama ni tatizo la nyama? Sababu moyo unashindwa a kufanya kazi, niambia. Sio tatizo la moyo

sisahau kwamba vyote hivi nataka kufanya kwa mwendelezo, ndio maana mimi na vielewa sababu, nimekuwa na kufanya mara kwa mwendelezo. Nashukuru sana, ndio na jema, wale ambao nilifanya nao mazungumzo wakati eta kibali cha Kiamoni, niliwahi kutoa kwa Kiamoni, lakini kibali niliomba miezi minane lakini nilikuwa miezi mitatu ya majaribio, nataka miezi mitano. Kwa hiyo nataka niombe hii miezi basi, na si kwamba haya maneno, barua inaeleza hivyo. Nachokifanya ni kuanza kumtrace kutoka mtu pale nilipotoa barua. Ile mtu aliyeandika barua yupo sawasawa, eh, nimemuona yupo. Sasa huyo nitaenda naye kwa njia ya nyuma.